Mpendwa mzazi, hakuna kitu kigumu kama kumuona mtoto wako akiwa ana changamoto ya uzito kupita kiasi. Hii sio tu kwa sababu ya muonekano wake, hii ni kwa sababu ya afya yake, ni kwa sababu pia ya saikolojia nzima ambayo inakuwa inamzunguka mtoto. Mtoto mwenye changamoto ya uzito kupita kiasi anakuwa anakumbana anakumbana anakumbana na na na mambo mengi sana. Anakuwa anakumbana na kejeri, anakuwa na anakuwa anakumbana na kutokujiamini, anakuwa anakumbana na usumbufu, maneno magumu, maneno mabaya. Hata anapokuwa shuleni, jina lake linabadilika. Alikuwa anaitwa labda Neema, anaitwa Baraka, anaitwa Matumaini, utashangaa anaitwa wewe bonge. Hiyo inamfanya mtoto anakuwa hajiamini, inamfanya mtoto anakuwa na stress katika maisha yake.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 Chakula cha kwanza kabisa ni mboga za majani, ambazo hizi tunasema ni leaf greens. Mboga zote za majani za ambazo ni za kijani zinamsaidia sana mtoto wako kupunguza uzito, anakuwa anakula, anashiba, anapata afya, lakini ni vyakula ambavyo vina calories ndogo. Mboga za majani kama spinach, sukuma wiki, broccoli, Mboga zote za jamii ambazo ni za kijani zinamsaidia mtoto wako kupata afya, lakini akiwa katika uzito ambao unastahili. Na pia uzuri, hizi mboga za kijani ni mboga ambazo zinashibisha haraka. Unaweza ukaziandaa vizuri ukazikatakata, yani umeziosha zikatekate vizuri, zipike kwa ustadi, weka mafuta kidogo kitunguu weka vitu ambavyo vinamvutia mtoto, pika, mwekee mtoto, mjazie hata bakuli nzima, mpe yale, mwambie kula, huku ukicheka naye, ukifurahi naye. Mtoto anapokula hivyo vyakula, vinamsaidia kwa sababu vina calories ndogo, vinamfanya uzito upungue, lakini akiwa na afya. Aina ya pili ya vyakula ni matunda ya asilia, badala ya snacks za sukari. Badala ya kumpa mtoto soda, juisi za viwandani, hizi zenye sukari nyingi peremende, biskuti, mpe mtoto wako maembe, mpe mtoto papai, mpe mtoto machungwa, mpe tufaa, mpe mtoto matunda. Matunda ni snack ambao ni nzuri sana. Faida zake ni kwamba inakuwa pia inamshibisha mtoto wakati ule, pia akiwa na afya, pia inakuwa ina zile nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia katika usagaji wa vyakula tumboni, yaani zinakuwa zina fiber nzuri sana kwa ajili ya kusaidia watoto ambao wana uzito mkubwa na wanataka kubaki katika uzito ule unaoendana na umri wao. Kwa hiyo hakikisha unapendelea kumpa mtoto wako matunda. Usimpe mtoto peremende, biskuti, keki, eh, sukari nyingi kwenye chai, umempikia chai umeweka sukari nyingi, mikate hivyo vitu unatakiwa uvipunguze kwa watoto ambao wana umri, unakuta na umri wake ni mdogo, lakini ni mnene, yani ni bonge. Unakuta anaitwa njiani bonge, bonge. Mpunguzie, mpe matunda ya asili. Matunda ya asili, ndizi zinakuwa zina sukari ya asili, mtoto anapata tu sukari automatically. Kwa hiyo ni vizuri sana kumpa matunda, mpe matunda, mtengeneze juisi za matunda yale matunda, bila kuongeza sukari. Usimpe mtoto hayo maperemende, mabiskuti, nini anazidi kupanuka tu na wakati ule pia inakuwa inamfanya asijiamini. Aina ya tatu ya vyakula ni protini safi. Hakikisha mtoto wako unampatia samaki, mtoto anapata mayai, kama ni kuku basi anakuwa ni kuku wa kienyeji. Wakati mwingine nzuri zaidi, unaweza kaondoa ngozi, anakula tu ile nyama, anapata mayai, anapata samaki, anapata kuku Unaona, yeye anapata maharage, vyakula ambavyo ni vya aina ya mbegu mbegu mbegu mbegu, zile maharage, dengu, mpatie mtoto kwa sababu hii ni protini safi. Hii inamsaidia mtoto, anashiba na pia anakuwa amekula kitu kizuri, inasaidia kujenga mwili wa mtoto, na mtoto anakuwa pia anaondokana na ile hamu ya kula vyakula vyenye sukari sukari. Kama utakuwa unampa nani, protini ambayo ni nzuri, protini ambayo ni asili kabisa, mpatie mtoto hivyo vitu, badala ya kumjaza mtoto sukari nyingi. Sukari ni sumu, sukari ni mbaya, sukari inafanya mwili wa mtoto utanuke. Kwa hiyo epuka sana kumpa sukari nyingi, mpe vitu vya protini na utaona mtoto anapungua, lakini akiwa kwenye afya yake anakuwa anapungua, lakini ngozi yake ni nzuri bado. Chakula namba nne ni nafaka kamili, badala ya vyakula vilivyokobolewa unga uliokobolewa zile nafaka ambazo zimekobolewa. Mpatie mtoto wako uji wa dona, mpatie mtoto wako ugali wa dona, mpatie mtoto wako nafaka ambazo hazijakobolewa. Nafaka ambazo hazijakobolewa zinamsaidia mtoto anashiba, atashiba kwa muda mrefu, lakini wakati ule pia anakuwa ameshiba vitu ambavyo ni vya uhakika, anakuwa ameshiba nafaka ambazo zinamsaidia mwilini, kwa sababu yale maganda ambayo yametokana labda na, na mahindi yale maganda yametokana na ngano, hayo yanakuwa yanamsaidia mtoto kufanya mwili wake, hata anapata choo chake vizuri, kwa sababu nyuzi nyuzi ambazo zinapatikana kwenye yale maganda, kiini ambacho kinapatikana kwenye yale mahindi hicho ndicho kinachokuwa kinatakiwa katika mwili wa mtoto kuliko unapokuwa unampa vyakula ambavyo vimekobolewa. Vyakula vilivyokobolewa inakuwa ni kama vile simenti, yaani kinakuwa kinaingia kwenye tumbo lake moja kwa moja, kinakaa ni kizito, hata usagaji wa tumboni unakuwa ni mgumu sana. Hivyo mpatie mtoto nafaka ambazo ni nzuri, nafaka ambazo anakula kwa kiwango kidogo. Anapopata hizo nafaka kwa kiwango kidogo, mboga za majani nyingi za kutosha, matunda ya kutosha, unaona mtoto anakuwa ana afya nzuri uzito unakuwa pia unapungua unabaki ni ule ambao ni sahihi kwake. Hoja ya tano, mpatie mtoto wako maji ya kunywa badala ya vinywaji vyenye sukari nyingi. Mara nyingi watoto wengi wananenepa sio kwa ajili ya chakula tu, wananenepa kwa ajili ya kunywa soda juisi zenye sukari nyingi, vyakula wananunua vile vya viwandani, ndio unakuta wanakunywa tu hizo juisi soda za viwandani. Yani mtoto anakuwa anapata sukari nyingi sana kwenye mwili wake, kwa hiyo unakuta wakati mwingine ananenepa mara nyingi. Wakati mwingine njaa, yani tunaweza tukasema kwamba hivi mtoto anaposikia njaa sio chakula peke yake anahitaji, ni unakuta njaa ni kiu kwa hiyo mpatie maji ya kunywa. Maji yana calories yani kidogo, tuseme kwamba ni kama hayana tu calories. Kwa hiyo maji yanamsaidia mtoto, mpe mtoto maji, yanamsaidia hata kwenye mmeng'enyo wa chakula, yanamsaidia mtoto kujenga mwili wake, anakuwa vizuri, anakuwa na afya njema, badala ya sukari za viwandani unazompa mtoto kwenye juisi, badala ya soda, badala ya yani, hakikisha unampa mtoto wako maji ya kunywa, anza kumfundisha unapoanza kumfundisha akiwa mdogo, atafanya hivyo hata anapokuwa mtu mzima, atafanya hivyo hata anapokuwa mkubwa. Unamwona ngozi yake inakuwa, ngozi ni nzuri, ngozi inavutia, ngozi inapendeza, yani ngozi ni laini nzuri, ngozi yake ina unyevu, kwa sababu anakuwa anapata maji ya kutosha, sio kupata tu sukari kupitia juisi, kupitia soda. Mzazi mpendwa, kupunguza uzito wa mtoto sio kumzuia kula, yaani haihusiani kabisa na kumzuia kula ni kumfundisha mtoto kula kwa afya njema. Kumpunguza mtoto wako uzito sio kumlaumu, sio kumgombeza, sio kumkejeli, wala sio kumwona kwamba sasa amekuwa kitu kibaya sana. Hapana, nyuma ya mtoto anayepambana na uzito mkubwa kuna mzazi ambaye anategemewa, kuna mzazi ambaye anatarajiwa kufanya jambo litokee, jambo ambalo ni la kiafya na jambo ambalo ni la kimsingi. Wewe kama mzazi unalo jukumu kubwa la kuhakikisha uzito wa mtoto wako unakuwa ni ule uzito unaoendana na umri wake, sio ule uliopitiliza. Ili uhakikishe ule uzito, sio sasa kwa kumlaumu, kumnyima chakula, kumwangalia na kuangaika na kujilaumu we mzazi, hapana. Kumpunguza mtoto uzito haihitaji we mzazi huo umekamilika sana, hapana. Inahitaji inahitaji inahitaji tu uwepo wako tu, upendo wako, inahitaji tu huruma yako, inahitaji uelewa wako, nini mtoto wako ale na nini mtoto wako asile na sio mtoto wako ashinde njaa. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo, hivyo usiache kushare video hii kwa wazazi wengine, ili nao basi kama wanapitia hizi changamoto za uzito mkubwa kwa watoto waweze kusaidika. Comment, tuambie wewe unafanyaje kuhakikisha uzito wa mtoto wako unakaa sawa. Like, subscribe ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.